Ina option mbili iishi mapema au ivunjike au ivunjike. Hayo sasa wanajua wenyewe. Jamani ndugu waandishi wa habari, tupo kwenye mwendelezo wa kufanya hamasa na kutoa taarifa uh, kwa mashabiki wa timu za Simba na Yanga kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe ya ishirini na moja mechi ya, kiri, ya kirafiki e, baina ya mashabiki wa Simba na Yanga ambao watapigwa hapa katika uwanja wa KMC. Leo ilikuwa ni siku muhimu sana ya kuja kuthibitisha na kupokea uwanja wa KMC kwamba ndio uwanja utakaotumika katika mchezo wetu huo, jana tuliotangazia kwamba tutatumia uwanja huu wa KMC, lakini kuamini ni, nini kuamini ndiyo kuona. Kwa hiyo tumefika hapa kwa ajili ya kuja kuwathibitishia mashabiki wa timu hizi mbili ya kwamba ni kweli mechi yetu itakuwa hapa na kama ambavyo tumemsikia meneja wa uwanja huu wa KMC ya kwamba maandalizi yao yote kwa upande wao yameshakamilika. Kinachosubiriwa ni mashabiki tu kuja uwanjani na kuja kuwapa raha mashabiki wenzao ambao watakuwa majukwani. Kila kitu kinakwenda vizuri.

Sasa nataka tushindane na mimi. Baba yako mzee vile hapo ameona wao kijana hivi baba. Alichelewa. Alichelewa. Eh, mimi shaka nipo kwenye shina ngapi ujue sasa hivi. Shina ngapi wapi? Ishirini na nane. Kweli? Basi basi basi huo na nimekia tukikutana. Sawa. Eh, sawa. Tuanza. Ni tukikutana, leo shakutana. Ah, ndo tumekutana anza sasa. Tukikutana sio tushakutana tayari? Na usio na nitania kwa sababu mimi ni mtu mzima. Watu wazima watani ni? Eh. Sawa. Sawa mtu mzima. Safi. Kwa ndugu zangu ni mashabiki wa Simba na Yanga. Jambo hili ni la kwenu ninyi, sisi tunafanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba tunawakutanisha tuna, tuna pamoja, tunafurahi kwa pamoja, tunacheza mechi hii, tunatoa burudani kwa pamoja mambo mengine yanaendelea, na kwa upande wetu maandalizi yamekwishaanza. E, hapa napozungumza nanyi nimetoka Bagamoyo kwa ajili ya kuweka <laughs> sishtuke, kaka, sisi tumedhamiria e, ubaya kweli. Kwa hiyo maandalizi yameshaanza, na mechi yetu hii, maandalizi ya kiwanjani yatakuwa ni madogo mno, maandalizi ya nje yatakuwa makubwa sana yale yani ya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kambi ya Sinza <laughs> so na ushafanya booking ya hoteli toka jana sawa? yeah, mm. Kwa hiyo bwana, sisi maandalizi yetu ya yanakwenda vizuri. Bagamoyo mlimfuata, ndio mnamtumia kote kote, mpya huyu mm. uh, <laughs> mpya ndio mnamtest nakasema. mm. eh, ni peni hiyo sajwaga <laughs> ah, eh, zile okay. mm -hmm. <laughs> naye sasa sawa, kwa tutakayoona hapa ndio ambayo atakwenda ku reflect huko mbeleni. Kwa hiyo ndugu zanguni, eh, mashabiki wa Simba na Yanga, chonde chonde, jambo hili ni letu sote, tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo. Hakuna kiingilio, utakapoingia uwanjani utachagua sehemu ya kukaa na kusubiri burudani, lakini kawaida ya Simba na Yanga inafahamika, kila mtu anakuaga na upande wake. Kwa hiyo uh, upande wa huu ni upande wa wa Yanga na upande huu ni upande wa Simba. Kwa majukwaa, kuweza, kuweza kwa hiyo tunategemea majukwaa. Sasa kuweza kwao unategemea majukwaa wanaelewa wanaelewa unatokea upande, upande, wa, wana wana yeah. Upande wa chuo hichi. Eh. Yaani kwa mfano, ukiwa unatokea unatokea eh, ukiingilia huku ni upande wa Yanga. Yes. kutokea sasa huku na kiete huku barabara barabara Bagamoyo Road huku upande wetu, wetu Simba, Simba Sports Club, na watu wetu wataka, kupadili sana, ee, watu wa ngoma watakaa eneo lao pale, kwa ajili bana, muhimu sana na niziwepo zile eh, watu wanabidi wafurahie kweli kweli. Kwa hiyo maandalizi bana nakwenda vizuri, kilichobaki ni wanasimba pamoja na wanayanga kuja kwa wingi, kuja kuhanikiza jambo hili. Karibu. Sio mengi, kaka. <laughs> <laughs> <laughs> Yapo mapigo lakini sio ya kwenye viti, kwenye utaindo mnafanyaga kweli, nikakupiga na hewa tu bah hewa tu e. <laughs> do huyo <do>, mtu Bagamoyo <laughs> uh, sawa. Eh, ndugu zangu waandishi wa habari, jambo moja ambalo linatuumiza kichwa mpaka sasa hivi ni nani atakuwa muamuzi wa kati wa mechi yetu, na tu disturb kidogo, lakini tushawasiliana mamlaka. Sisi hatutaki refa tumjue siku ya mechi tunataka tumjue mapema, tumjue mapema ili kama kuna taratibu nyingine ziendelee mapema. Eh, e, maswala ya kumjua refa wa mechi saa sita mchana itatusumbua kidogo, nataka tumjue mapema. Kwa hiyo tumewasiliana na mamlaka kwa maana ya TFF, tunaomba siku ya kesho inshallah tutangaziwe muamuzi wetu wa mechi wa Yanga, Simba, ya mashabiki wa Yanga na Simba siku ya Jumapili hapa KMC tulikuwa tuna request nyingi nyingi, na nilifuma message nyingi za baadhi ya watu tuko nao hapa, wakipendekeza waamuzi wanaowataka kwenye mechi, lakini tumepambana tumetaka haki isimamiwe, aje mtu ambaye atakuja kuridhisha mioyo ya watu wote watakokuwa huko ndani. Kwa hiyo, kesho naamini inshallah tutapata jina la center referee ambaye atachezesha mechi yetu ya Jumapili. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana Uh, wasimamizi wote wa uwanja wa KMC tumetembelea hapa, tumeona maandalizi yako vizuri. Uh, kila kitu kiko sawa na watu hawa wanatusubiri kwa bashasha tuje siku ya Jumapili hapa tuje tu enjoy. Capacity ya uwanja inatosha kabisa kuja kupata burudani. Na hii saa kumi ni muda ambao mechi inaanza, lakini shughuli za kiburudani zitaanza mapema. Mpaka sasa hivi tunawasaidia pendekeza wawili pendekeza eh? Uh, nani yule? Mama Amina na nani na nani yule Kingamuzi hey. Kinga na na niwaambie Kingamuzi na Mama Amina. Kama wanasubiri tuwapigie simu watasubiri kwa muda mrefu sana. Hii tangazo tunalotoa hapa ndio mwaliko wenyewe hmm. Ehe, wanatakiwa waje siku ya Jumapili, yaani hao ndio wasanii pekee ambao wamepitishwa Kingamuzi na, ma... <laughs> Kingamuzi na Mama Amina Burudani hey, hey, tunataka hey, waje burudani hapa. Kwa hiyo mataratibu nyingine ni kama tunavyozizungumza hapa yeah. hey, sijakawa siku, kuna nini huko, anasubiri simu simu, hamna hmm. hey, sisi Simba na Yanga tumekualika uje utugee burudani, kwa hiyo hmm. Tutategemea Maamina na Kingamuzi tutakuwa nao hapa siku hmm. ya Jumapili kwa ajili ya kutugea burudani ya uhakika. Timu yangu mimi inaendelea vizuri eh, uh, timu yangu inaendelea vizuri, na sisi hatuna haja ya kwenda uh, Bagamoyo. Sisi hatuna haja ya kuzuru, kwa sababu sisi njia tunaijua, njia tunafanyaje tunaijua. Kama ile senior team sisi, huwa no tuna tunaiandaa, tunaishughulikia na tunapata furaha. Je, kujishughulikia wenyewe tushindwe? ya yani kujiandalia tu wenyewe pishi letu tushindwe? Haiwezekani. kwa mimi naamini uh, matawi yote ya Yanga yanajiandaa vizuri, na tutakuja hapa Uh, kupata matokeo mazuri. Unajua wanataka kufanya nini watu wa Yanga? mm. wanataka nyie msije kabisa, yaani mpigwe fataki mm. mvurugane, msije <laughs> tu wenyewe, lakini nikawambia hapana, kawambia hapana mm. kwa sababu tunataka tupate burudani hawa, tukawashonee kwenye pichi. Timu ya k sisi tuna timu ya kuchukua ubingwa hapa. Nimekumbuka hey, hmm. kuna, kuna medali au uh aa tupate -uh. kama ng'ombe hivi au mbuzi badili imekwama. <laughs> tutamnyama uh -uh. kupitia <laughs> mechi kaka inala yake sana, tupate ng'ombe hey, kombe hili kila mtu anapewa mm. eh, kombe lakini na mnyama wako hapa ametulia, kesho yake. Sasa shida nakabadili tarehe ishirini na mbili, sisi tukishachukua ubingwa, huyo ni kwa ajili ya mishikaki jioni yake, baada ya albadili hakuna saa badili hili, viongozi mmelipitisha fresh. Mimi sio kiongozi. Hapa mimi ni msemaji wa timu ya mashabiki. ah, okay. e, ah, safi, umeruka ni <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kujaza kidogo umeruka, umeshtukia <laughs> mtego, safi. Kwa hiyo bwana, uh, ili jambo la ng'ombe hili si nafikiri tutuombe wadau ambao wanaotazama. Eh, tupata ng'ombe hata wawili au mbuzi ndio ule pate mbuzi. kati ya kombe la ng'ombe na kombe la mbuzi ipi ina noga sana? Mbuzi ni ng'ombe kubwa, ng'ombe kubwa e, ila kombe la mbuzi maarufu e, kama si yako mengi e. E, kombe la mbuzi ni maarufu kuliko e, ng'ombe, ila kwa kuwa kubwa na kwa jinsi tulivyo, pate ng'ombe pate ng'ombe ile e, watu wa watu wake na kula nyama wa enjoy. Kwa hiyo tunaomba jamani, wadau hmm. Eh, na wadau siosema uwe na hela hmm. Uenda unazizi una ng'ombe tupe hmm. Ng'ombe eh, sio lazima mdau, tunakupiga kelele hapo ukafikiri ni mwenye hela hmm. Ukiwa na hela fresh tununulie, lakini kama hata unazizi Sema lakini bwana naweza akaleta mtu ng'ombe wa kwenu akatuwekea vitu vyenu mu ndani ndio mashaka hayo. Akileta wa kwetu huyo kwa sababu sisi ndio tunachukua kombe. Mm. Ah, yaani sisi watu wa Yanga tunaweza kupata mashaka. Mambo yeye Bagamoyo haya. Eh. Yeah. Mkatoka lazima na... itoa wapi? Ndio. <tutu> Mbona gafa umetaja mbuzi ng'ombe? Mbona gari imeshtuka? Mbona gafa maza Bagamoyo sasa hivi ng'ombe. <tutu> <tutu> Eh. Hey. Sije kama mshaandaa ng'ombe yenu. Tuje tule hapa ndo mpitishie huko mambo yenu. Bwana ng'ombe hamna. <tutu> Niwaambie tu ndugu eh, zangu wanayanga ng'ombe hamna, wala mbuzi, tafute tu kibunda yeah. Kuwe na hela eh, kwa kuna bingwa wa kombe kuwe na medali zile, na bingwa wapewe hela yeah. Eh, milioni kadhaa hivi watu wakaenjoy wafurahi. Kwa hiyo mtachagua kama yule mtakao tanua ng'ombe sawa, lakini okay. Mtego nimeushtukia ushanza, eh? Ah, eh. Bagamoyo na nini na nini tena na nini ah, na kesho ni safari ya Kisiju. Kesho Kisiju, umwamini au <laughs> unajaza. Busta kaka. Au unaongeza watu? Eh. Hey! Nataka nikufanye vibaya hapa. Sawa, ni kufanya vibaya hapa. Haina shida. Uwanja mzuri, shabiki wa kawaida anatumia KMC. Imagine. <coughs> the... the... m <inaudible> <laughs> upande sisi tunaanzia goli letu la wana Yanga wapo huku, alafu kipindi cha pili zongo upigwa bagamoa bagamoaya. Tutaomba mwamuzi mechi yetu isiwe na kubadilishana, usitopangie. Tuna kipa mwanachama wa tawi la unbeaten Kobisi. Sisi shabiki wa Yanga mnatangulia goli moja, basi jb E, jebi, e, adake tu Kobisi aanze eh, na huku JB aanze. Sawa, au kishindikana aanze na Nkozala, JB sawa, JB sawa, tukubaliana JB na na Kobisi, hilo mimi nitalipitisha tukisha waona hapa maka nakujua eh. <laughs> e, nitalipitisha wakisha kwa wamefika wote hapa ndo Kobisi ataanza na JB ataanza e. tofauti na hapo tujiandae e, basi tuwapigie simu. Tuapigie simu eh. Eh. Wewe namba Jebisi unayo? Eh, naye eh, tuangie daftari eh, namba Kobisi hapa nimpigie. Unaongea unaongea gani nini mwenzangu, mpaka namba yako umesave <laughs> <laughs> au ni kwa ni shabiki tu.